Raisi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, amekataa ofa ya Saudi Arabia ya kujenga misikiti takriban 200 nchini humo. Badala yake, Kapteni Traore amehimiza falme hiyo kuwekeza katika miradi muhimu ya maendeleo itakayowanufaisha moja kwa moja wananchi wa Burkina Faso, kama vile shule, hospitali na biashara zinazozalisha ajira. Taarifa iliyoripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari vya ndani na nje ya Burkina Faso ikiwemo Ash News, imesema Rais Traoré alisisitiza kuwa Burkina Faso tayari ina idadi kubwa ya misikiti misikiti, mingi ikiwa haitumiki ipasavyo. Ameeleza kuwa kuna uhitaji wa haraka wa miradi ya maendeleo ambayo itaimarisha na kujitegemea kwa taifa hilo na kuharakisha maendeleo katika sekta muhimu nchini humo. Msimamo huo unalingana na maono yake mapana ya maendeleo ya kitaifa ambapo amekuwa akipingana hadharani na misaada isiyo na tija kwa Burkina Faso kutoka mataifa ya nje. Tangu aingie madarakani, Traoré amekuwa na kipaumbele cha kuboresha miundombinu ya umma ili kuhakikisha ustawi wa muda mrefu wa jamii ya wakazi wa Burkina Faso. Serikali yake imeanzisha mageuzi muhimu ili kuboresha usimamizi na utekelezaji wa miradi, ambapo Wizara ya Makazi kwa sasa inasimamia hatua zote za ujenzi wa miundombinu ya umma kwa kufanya usanifu na upangaji hadi utekelezaji wa miradi mbalimbali hususani ya elimu, ajira na afya. Pia ameanzisha ujenzi wa hospitali maeneo mengi nchini humo kufanikisha lengo la kupunguza gharama za matibabu kwa kile alichodai taifa lenye maendeleo lazima raia la wake wawe na huduma bora za afya. Zaidi ya miundombinu, Traore ameanzisha mipango ya kukabiliana na uhaba wa makazi, ambapo kwa sasa watu waliokimbia makazi yao kutokana na changamoto za kiusalama zinazotesa taifa hilo kwa muda mrefu wanakabiliwa na changamoto hiyo. Kwa muda mrefu, Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na mtikisiko wa kiusalama unaochochewa na makundi yanayotajwa kuwa ni ya kigaidi hususani yenye unasaba na kundi la Al-Qaida. Pia Julai 12, 2024, Kapteni Traore alizindua mradi wa kujenga nyumba takriban 1000 za kijamii akionyesha dhamira yake ya kuhakikisha kila raia wa Burkina Faso anapata makazi bora ifikapo 2030. Katika jitihada zake za kujitegemea kiuchumi, Rais Traore pia amekataa misaada ya kifedha kutoka shirika la fedha la kimataifa la IMF na badala yake ya anahimiza uhamasishaji wa matumizi ya rasilimali za ndani ikiwemo madini kuliko kutegemea misaada kutoka nje na kwenye taasisi za kimataifa. Rais huyo ameamuru serikali yake kujikita kuboresha miundombinu ya kilimo, viwanda vya ndani na maendeleo endelevu kama nguzo thabiti ya ukuaji wa kiuchumi na kutatua changamoto ya ajira kwa vijana ili kuwazuia kujiingiza katika makundi maovu ikiwemo vikundi vya kigaidi kwa kisingizio cha ukosefu wa ajira. Uamuzi wa Rais Traore kukataa utha, kwa uthabiti pendekezo la Saudi Arabia la kujenga misikiti 200 nchini humo ni mwendelezo wa dhamira yake ya mkakati wa maendeleo unaolenga kujikita katika huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya na uwezeshaji wa kiuchumi, vipengele anavyodai ni muhimu kwa mustakabali wa raia wa Burkina Faso. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na utawala wa rais huyo, Ibrahimu Traore, ambaye anaiongoza Burkina Faso kwa kipindi cha zaidi ya miaka minne sasa. Jina langu ni Mgongo Kaitira.